Wavivu wote wazembe wote ndani ya ofisi za umma, nitakuja na fyekeo na rato. Lazima maono ya mheshimiwa rais, lazima maono ya mheshimiwa rais, ahadi ambazo mheshimiwa rais amewaahidi Watanzania lazima zitekelezwe.